Na zaidi ya miradi mia saba nchi nzima, na lengo la serikali ni kuwa na kilimo cha uhakika. Tunaendelea na miradi mikubwa ya umwagiliaji nchi nzima, ikachagua mikoa saba, mkoa mmoja wapo ni Ruvuma, na ikachagua wilaya mbili tu, wilaya hii ya Nyasa na Songea DC. Katika wilaya hii ya Nyasa, E, palipatikana wakulima zaidi ya mia mbili na themanini tukaona tuwagawanye wakulima wakulima kumi kumi kuwapatia kifaa kimoja cha kumwagilia. Kifaa kile cha unyunyiziaji wa maji kina uwezo wa kumwagilia eneo la heka moja kwa saa. Unaweza ukaona sasa, je, tulioko huko chini tunalima hayo maeneo makubwa kiasi hicho? Sasa kikundi cha watu kumi, kumbe tunaweza kwa siku tukamwagilia zaidi ya heka kumi na sisi tunajua wote, hata kama mvua huwa inanyesha huwa hainyeshi kila siku. Kwa hiyo tunaweza tukamwagilia leo eka kumi, kesho tukamwagilia eka kumi zingine, kesho kutwa tukarudi huku mwanzo tukaendelea hivyo. Kwa hiyo kwa awamu hii, kwenye mitambo hii peke yake, tunakwenda kumwagilia eneo la heka zilizopungua elfu nne, kwa maana ya hii mikoa saba niliyohitaja katika wilaya kumi na tisa. Mshukuru Rais Daktari Samia Suluhu Hasan kwa moyo wake wa kizalendo na dhamira ya dhati ya kuboresha huduma za kilimo. Kupatikana kwa vifaa hivi vya umwagiliaji ni matokeo ya maono yake Mheshimiwa Rais kuhakikisha sekta ya kilimo inakuwa, kwa kujikita pia katika kilimo cha umwagiliaji, ili kuhakikisha nchi inakuwa na usalama na uhakika wa chakula. Mashine hizi zitakuwa mkombozi katika kipindi kile ambapo mvua zitakuwa azipo sisi, tutaweza kuendelea na shughuli za uzalishaji kwenye sekta hii ya kilimo. Kupatikana pia kwa mashine hizi kunaenda kutuhakikishia ndani ya mkoa wetu wa Ruvuma usalama na uhakika wa chakula. Ruvuma ni kinara katika uzalishaji wa mazao ya chakula na kilimo, na kwa maana hiyo tunatambulika kama ghala la chakula. Kwa hiyo vifaa hivi vya umwagiliaji tunavyopokea leo tutaenda kusaidia na kuongeza uwezo wa wakulima wetu katika uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara wakati wote bila kutegemea mvua. wa majina naitwa Elena Gals Kawonga hmm. ni mwenyeji wa kijiji cha Malungu. hmm. Tumepata mitambo, tunashukuru sana kwa ujio wenu na kutuletea mali kama hizi. Tutakuwa na maendeleo mazuri, baada ya mwaka mmoja, mwaka wa pili tuko juu. Tutalima vitunguu yenyewe, mahindi kiangazi na kifuko, nyanya Yaani mazao mbalimbali, hatutakuwa na shida nyingine tena. Tulikuwa tunamwagilia na, na ndoo tunabeba mamini, basi mandoo ndoo kufika kumwagilia mchana mzima, jua linatuwakia, ekari moja, mtu unazunguka unazunguka, unashindwa nija, nimalizie kesho. Lakini saa hizi, kwa saa hizi tuko vizuri, mpaka mwakani mtakavyofika, ah, tumeendelea.